Hay, tulikuwa na mtihani mwanzo wa muhula ambapo lengo lilikuwa ni kujua jinsi mlivyokuwa katika likizo, mlikuwa mkisoma ama mlikuwa mkicheza pale nyumbani. Kwa hivyo, maana tukawapatia mtihani wa kwanza katika muhula huu wa pili, ili tuweze kujua hali tuko vipi. Ama yenu mayenu. Kwa hivyo tutaanza kupitapitia maswali haya, ili tujue ya kwamba makosa ya kwa wapi na sababu gani hatuko tunaweza kupata majibu sahihi. Kwa hivyo, sehemu ya kwanza ilikuwa inahusu ufahamu na sehemu ya mazungumzo, tunaambiwa tusome mazungumzo yafuatayo, kisha jibu kwa maswali kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya tano. Kuna kiranja na Safia, sivyo? Watu ni wawili hapa. Nani nani? Salome yuko huko, ametoka wapi Salome? Salome, Salome, Salome ni nani? Anawaambia hapa Mama Salome na mama yake wamekutana, kwa hivyo katika sehemu fulani, alafu wanamkuana. Kwa hivyo Salome anamwamkua mama yake: shikamoo mama. Marahaba. Alafu mama anamjibu vipi? Marahaba mwanangu. Na anasemaje? Twende msome, jamani. Leo basi w basikasomeise wesarome alafu mtasomeiaweman leta kwanza begi lako nikuwekee. Leo tulikuwa na kipindi kirefu cha kupika kuanzia adhuhuri. Mwalimu wetu wa sayansi kimu alitufundisha jinsi ya kuandaa keki

Samahani kwa kuwa tulimaliza mapishi tukiwa tumechoka, mwalimu alituruhusu kutoka mapema ili tupumzike. Mwalimu mzuri huyo, awe salama kwa ujumbe. Asante mama. Basi mazungumzo kati ya mama, mwisho, kati, mama na nani? Salome. Salome. Sasa, Jee, haya alafu, sasa unauliza swali, je, unadhani mazungumzo haya yalifanyika wapi? Mtu anaandika shuleni. Mtu ameandika shuleni. Jamani, ujaangalia hapo, ndio huyo hapa, yule akaandika shuleni. Sasa hawa wako shuleni ya mtu kusoma, amwepo yule, ndio akaandika shuleni yule yule, ndio huyo hapa, huyo akaandika shuleni. Watu shule hapo, sikao ibu, angalia hapa, anauliza mbona umerudi mapema kutoka shuleni? Washatoka shuleni

Inaona hapo common. Walifundisha kupika nini? Kupika nini? In keki. Kwa hiyo keki hatupiki. Uh. Tunaoka. Oka. Keki. Au mkate. Tunaoka keki. Au mkate. Chagua sentensi sahihi. Wanafunzi waliruhusiwa kutoka mapema ili wafanye nini? Wapumzike. Hapo sasa, wazee wakaribishwe. Na mtu akaandika wa wakaribishi wazazi. Ana hapa sasa hii. We play sometimes. Unaona? Ndio huyu hapa. Eh, ndio huyu. Anaka wanis. Yeye ameandika wa wakaribishi wazazi. Wazazi wanakaribishwa. We play mari. Najibu liko huku chini. Eh? Mwalimu alituruhusu kutoka mapema ili tupumzike. Ni kusoma kujua hapa nini? Haya. Tuendelee kifungu cha pili. Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. Kuanzia swali la sita hadi swali la kumi. Haya, nitasoma wewe ukumbe kisha soma, nitasoma mimi mwenyewe alafu tuende moja. Shule yetu inakuwa ina bwawa na kuogelea. Sisi huogelea siku ya Ijumaa kuanzia saa tano Siku moja katika muhula uliopita tulikusanyika kando ya bwawa, tukapewa maagizo na mwalimu. Alituonya tusiingie maeneo yenye kina kirefu cha maji, kisha tukaanza kupiga mbizi kama samaki. Kupiga mbizi ni kuogelea. Kupiga mbizi, swimming kwa Kiingereza, maana yake ni kuogelea baada ya dakika tano kama tano hivi, nilitaka kumuongelesha rafiki yangu Muna ila sikumwona. Yeah, nitoka majini haraka na kumueleza ya mwalimu bila kusita, doka majini na kuzama kwa nusu dakika aaleke. Baadaye aliibuka akiwa amembeba Muna Nangar. Muna alimfanya akipumua malialiay akaamka kwa nguvu, alitapika maji mengi ya kipumwa kwa nguvu. Gari letu akakimbizo hospitalini. Sasa swali ni hili, swali rahisi tu, yani swali swali la kuchekesha, na ni swali la kijeri, ati ya kwamba wanafunzi hao hawa uogelea siku gani? Na mtu tuku anaandika siku ya Alhamisi nini? Jamani, kuvua samaki nikuvua samaki ni kuogelea. Ikiwa ma hakufuata maagizo ya mwalimu anaweza kukuambia umetari gani dash kabla ya kupeleka hospitalini. Iliokolewa na nani? haya tuendelee kiasi sababu nimeitwa sawa kifungu cha ja tatu basi tukaje kifungu cha ja tatu kutoka swali kumi na moja hadi kumi na saba nipitie haraka haraka ili tukapitie maswali kabla hiyo sehemu ya sarufi Uh, zamani za kale wanyama walishambuliwa na ugonjwa usiojulikana. Walianza kuaga dunia mmoja baada ya mwingine. Mfalme wa wanyama kwa jina Simba aliita wanyama wote katika mkutano kujua chanzo cha ugonjwa huo. Simba alisikiliza ma maoni ya wanyama kama vile chui, ndovu na nyati. Mega ndiye aliyeongea wa mwisho alilalamika kuhusu uchafu mwingi ulioenea kila mahali. Alisema kuwa huenda ugonjwa huo ulitokana na uchafu. Simba na wengi wengi wa wanyama walikubaliana naye. Mfalme aliamuru kila mnyama kusafisha kwake. Baada wiki moja ya usafi vifo vilipungua ha, na hatimaye maradhi yaliisha. Wapo wanyama waliishi kwa furaha tena. Haya,